Weka mkono wako namna hii. Ukiona mwingine amefanya hivi, manake ana shida. Bwana sifiwe sana, alafu zungusha na anasema, mimi na nyumba yangu, mimi na nyumba yangu! Sana sana, na nyumba yangu. Asante sana. Naitwa mchungaji Kimori wa kanisa la ufunuo Isanga, na nimshukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Mwenyekiti tukiwa Dodoma aliniomba kwamba niwe mlezi na mimi nikakubali, pamoja na kina pasta Stawala na kina pasta Ndipo. Kazi hii ni kazi kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe! Kazi hii ni kazi kubwa, imewatoa wachungaji. Aa, kazi hii ni kazi kubwa, imewatoa wainjilisti. Tuko hapa kwa sababu ya vijana ambao kwa kweli wazee wetu hawa waliomba, na namna ambavyo walifanya mpaka sisi kufika hapa ni neema ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Nikutia moyo kijana ambaye uko hapa, kwa kwamba usikate tamaa, mwambie rafiki yako usikate tamaa, endelea mbele. Humu kuna wachungaji, humu kuna wahubiri, humu kuna mitume. Kwa mimi binafsi nashukuru sana mwenyekiti kwa heshima hii, na mimi natamani kwa kweli gurudumu hili songe mbele. Haleluya jamani, haleluya, tutasonga mbele, ukiwa ni usiku, ikiwa ni mchana. Sema amina. Asante sana, Mungu akubariki.